Yakaongozwe na nguvu hii ya msalaba mtakatifu. E Bwana Yesu Kristo, ndiwe kichwa cha kanisa takatifu lililopo hapa kwetu Sokami. Kwa matumaini tunakuomba kwa ajili ya waamini wote wa parokia wa hii yetu, uwalinde wote walio nyumbani na ugenini. Pitikie tukisema, usikilize maombi yetu. Uwaongoze wenye furaha na wenye huzuni, usikilize maombi yetu, yetu. Uwasaidie wenye afya na wagonjwa, uwadumishe watu wema na wenye bidii, usikilize maombi yetu, yetu. Uwaimarishe wote walio dhaifu, uwasimamishe walioanguka, Uwahimize wavivu na wazembe, usikilize maombi yetu, usikilize maombi yetu. Uwaonye wenye mwenendo mbaya, uwafariji wazima na wafu, uwarudishe waasi, usikilize maombi yetu. Tuwaombee wagonjwa wetu wa parokia yetu ya Usokami waliopo kwenye nyumba za matibabu, waliopo katika mahospitali, waliopo katika familia zetu, wote hawa wakapone kwa nguvu hii ya msalaba mtakatifu. Ee Bwana wa huruma na Mungu wa faraja yote, tunakuomba sana uwasaidie ndugu zetu wasioweza kushiriki ibada zetu kwa sababu ya ugonjwa. Nitikie tukisema: Baba wa huruma uwafariji uwaopoe na mateso yao, wapate kupona. Uwasaidie wayakubali mapenzi yako. Baba wa huruma uwafariji. Tukua msalaba wao kwa saburi, wakifuata mfano wa Yesu Kristo mkombozi wao. Baba wa huruma uwafariji. Baba wa huruma uwafariji. Mat matimodo, maazao, wa huruma uwafariji. Wapatie moyo jamaa zao na kupona kwa wema wako wote. Wanaozirai sahi na kukata roho, e mama uwaombee. E sio na matumaini ya kuamika ma na, na kulia machozi katika mateso yao ma uwaombee. E wanaogaagaa katika matandiko yao kwa mateso wasiouguzwa kwa sababu hawana jamaa wala ndugu. E Mama, uwaombee.